Sura ya pili aya ya 13 hadi ya 15 na aya ya 19 hadi ya 23. Hata alipofariki Herode, tazama malaika wa Bwana alimtokea Yusufu katika ndoto huko Misri akasema, "Ondoka umchukue mtoto na mamaye ushike njia kwenda nchi ya Israeli, kwa maana wamekufa walioitafuta roho ya mtoto. Neno la Bwana. Sifa. Wapendwa katika Kristo Tupo katika sherehe za Noeli, kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu alizaliwa katika familia, familia takatifu yenye sifa zote za utakatifu. Bikira Maria alikuwa amejaa neema, alikuwa hana dhambi, alikuwa mtumishi bora na muda mwingi alikuwa hekaluni hadi alipopata habari za za kuzaliwa, za kumzaa mwana wa Mungu, Bwana wetu Yesu Kristo. Yosefu naye baba alikuwa mtu mwenye haki aliyemcha Mungu na aliyekuwa na heshima kubwa kwa mkewe. Yesu mwenyewe alipozaliwa alikuwa mwana wa Mungu, lakini alitii sheria zote za mtoto kwa wazazi Akawa mtoto mwenye hekima akakuwa katika hekima akiwatii na kuwapendezesha wazazi wake. Aliwajibika vizuri na familia yote kwa ujumla iliwajibika. Hiyo ndio familia tunayosherehekea leo katika siku hii ya leo ya tarehe ishirini na nane ambapo mwaka huu imeangukia tarehe hii. Wapendwa katika Kristo, Somo la kwanza linawazungumzia au linawaasa watoto katika familia, wawajibike namna gani, waishi namna gani. Somo la Injili linawahusisha zaidi wazazi, wajibu wa wazazi kwa watoto wao, kuwatunza, kuwalea, kuwalinda wazazi watoto wao. Na somo la pili linahusisha tunu za familia iliyo bora, namna ya kuishi ili kutunza familia E, iweze kuwa familia bora na takatifu, na ambayo ndio matamanio yetu sote. Kila mmoja anatamani awe amezaliwa na amekulia katika familia iliyo bora. Wapendwa, katika somo la kwanza tunaelezwa namna watoto wanavyopaswa kuhusiana na wazazi wao, wanapaswa kuwa na maisha mazuri, tabia nzuri na uaminifu ili wazazi wao wapate sifa na heshima katika jamii na mbele ya Mungu, kwani itaeleza namna walivyowajibika vizuri katika kuwalelea watoto wao. Watoto wakiwa vizuri na tabia njema na makuzi mazuri, sifa pia kubwa inaenda kwa wazazi, wamelea vizuri. Pili, watoto wanapaswa kuwasaidia na kuwatunza wazazi wao katika hali yoyote ya maisha yao, na hii itawapa thawabu mbele ya Mungu na heshima mbele ya wanadamu wenzao, watapata baraka. Na hata katika amri ya nne inasema, waheshimu baba na mama utapata miaka heri na miaka mingi duniani. Hiyo amri pekee yenye yenye kutoa na, na, na, na, na motivation ni kutoa na, na, na, na zawadi Tunajiuliza, je, hali halisi ya familia zetu ikoje leo hii, katika ulimwengu huu wa utandawazi? Hivyo watoto wanaishi katika hali mahusiano, katika ule mguso wa kifamilia, au wamechukuliwa wamemezwa na utandawazi? Wazazi wanawajibika ipasavyo juu ya watoto wao katika dunia ya leo? Haya ni maswali tunapaswa kujiuliza, na tukiangalia hali halisi tunabake tukisononeka na kumwomba Mungu aingilie kati. Na watoto, je, wanapokea malezi na kuwa na muda na wazazi wao? Turudi kwenye familia zetu tuone hali ilivyo. Hivyo watoto wana muda na wazazi wao au wamemezwa tu na mambo ya huko? Na sasa katika somo la pili tunaelekezwa au ele... Tunaelezwa namna ya kuhusiana ili tuwe na familia iliyo bora na pana katika Kristo. Kiungo muhimu cha familia iliyo bora ni maisha ya fadhila. Maisha ya fadhila. Mtakatifu Paulo anataja baadhi ya fadhila ambazo zitauwezesha au zitawezesha kuishi pamoja na kwa ufanisi mzuri wa kiroho na kimwili katika familia. Kuwa na moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, kuchukuliana, kusameheana na pia kutokulaumiana. Hizo ni fadhila ambazo zinangusa kila mmoja katika familia, na matokeo yake ni ufanisi na ustawi wa familia. Upendo ndio uwe vazi la familia, kwani Kristo mwenyewe aliye na upendo na aliye upendo mwenyewe mkamilifu kwetu, kwa hakika atafanya maskani yake katika familia ya aina hiyo, na atawapa amani na furaha ya kweli katika mahusiano yao. Wapendwa katika Kristo, ili kufanikisha hayo vizuri, ni lazima familia hii iliyo bora idumu katika moyo wa sala, kulisoma neno la Mungu ambalo litadumisha hekima yake mioyoni mwa wana familia na wote kuelekezana katika utakatifu. Sala, kulisoma neno la Mungu, kisha fadhila tu akutosha. Lazima tujikite katika sala, tujikite katika kulisoma neno la Mungu na kulitafakari. <clears throat> Ahadi ya Kristo kwa familia inayoshikilia hayo ni kusikilizwa na Mungu katika kila waombalo na kufanikiwa katika yote, ambayo niyo matamanio yetu. Kila mmoja anatamani Mungu amsikilize, lakini ukitimiza hayo katika familia, basi Kristo anaahidi utasikilizwa katika lolote uombalo na utafanikiwa. Ufanisi huu utadumisha mahusiano mazuri kati ya wanandoa na pia kati yao na watoto wao. Wapendwa, mpango wa Mungu ni mkamilifu na mwanadamu yeyote hawezi kuuzuia au kuuvuruga. Anayetaka kuvuruga familia hawezi, kwa vile Mungu amepanga hivyo. Shetani atajaribu jaribu, lakini wanafamilia wakijitambua, wakamrudia Mungu watashinda, kama ilivyokuwa kwa Musa. Tunamwona Yesu naye anatafutwa na Herode ili kuuawa na lengo la Herode ni kuzuia mpango wa Mungu kumleta mkombozi wa dunia. Haki aliona sasa nafasi yake inaondolewa. Mungu anaingilia kati na kumwokoa mtoto Yesu kwa kuwaelekeza wazazi cha kufanya, na mpango wa Mungu wa kuukomboa ulimwengu unaendelea vizuri hadi kukamilika. Kinachoonekana hapa ni utayari wa wazazi hawa Yosefu na Maria ambao ni watakatifu kushirikiana na Mungu kutekeleza mpango huo. Utayari wako tayari kushirikiana na Mungu katika kutekeleza mpango wake. Utayari huu ndio unaodaiwa kwa wazazi, kwani kuwalea na kuwalinda watoto ni jukumu la wazazi kwa kushirikiana na kwa utayari wa kuvumilia magumu watakayokumbana nayo. Tuwaombe basi wazazi waweze kuwajibika vizuri katika kuwalea na kuwalinda watoto wao, na hasa katika dunia ya leo ambayo ni tishio hasa kwa familia. Dunia ya leo utandawazi inatishia mfarakano katika familia. Basi Mungu akaingilie kati kwa njia ya sala na maombi yetu. Mungu akaingilia kati na maovu yote yaweze yasiweze kuingia au kuingilia mpango wa Mungu wa kuzilea au kuzidumisha familia kwa bora. Pia tujifunze kushirikiana sisi kwa sisi, kushirikiana na kusikilizana kwa upendo, ndipo tutafanikiwa kuwa wafuasi wema na kufaidi matunda ya ukombozi yanayoletwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu akazibariki familia zetu ziweze kuwa bora na kazi ya ukombozi iweze kukamilika. Tumsifu Yesu Kristo.